Wewe mwenyewe ndio unajiletea maneno, ndio unajiletea nuksi. Hakuna pahali juu hujatembea, sehemu hujatembea, hakuna inchi, hakuna boda hujavuka. Ukipambana uki huku uki, ukipatiwa madawa unapeleka kwa duka yako, ukikakaa baada ya miezi kadhaa, unataka kutafuta mtu mwingine akuongezee nguvu, maana hiyo dawa imepoa. Hata sisi kama binadamu, kama uko na ugonjwa wa homa, homa ni nini? kama kicho kinakuma sana, unakuta kwamba unataka kupunguza, kwa sababu utapata ile addiction. Yani si vizuri kufanya kitu, unafanya kitu kila wakati kila wakati, alafu kwanza ni kitu ambacho haki, hakina faida kwa maisha yako wewe. Haujui, you're very ignorant. Unatembea kila mahali, unapambana, unapigana na watu, unakimbizana na maisha ya watu, kwa sababu unataka kuwa celebrity, kwa sababu unataka kumake it mapema mapema. Kila mtu ana muda wake wa breakthrough. Si kila mtu anafaa ku make it in their 20s. Some of you mta make it in your 30s, 40s, 50s and it's okay, maana kila mtu amekuja hapa na mission za kwake. Lakini kwa sababu tuko naive, tuko na tamaa tu, hatujijui tunaogoka, tuna kitu tunaona ai, hey, nakaribia that, nitafanya nini? Nakaribia 40 bado sijanunua gari, bado sijanunua shamba, mara kwa tu sijajenga, kwa hiyo unaenda unajitumbukiza kwa moto, na ulikuwa umebakisha miaka tano mambo yako yakuwe sawa. Kukosa subira, kuwa na tamaa, kukimbizana na social media na watu ma celebrity, unaenda pale kwa unafanyia uganga wako, na ujue unaenda ku serve deities ambao hawaendani na na wewe yani, with your spirit doesn't go with your spirit unaenda kwa wale deities zile maroho ambazo zi, wadui wako wanaabudu. Mganga anakuambia ahe, leta ng'ombe, leta mbuzi, leta sijui nini, tumwage damu. Wewe kama mtoto wa maji haufai kabisa kabisa, haufai kabisa kumwaga damu. Unakuwa unaabudu wale deities wa adui zako, kwa hivyo unawasaidia adui zako kuendelea kukuhangaisha kuku, kuku, ko akamtabuna maisha yako, wewe unatembea kila balaa, unaposema Mungu hajanisaidia, Mungu amenisahau, Mungu we na wewe ndio unajua mambo yako. Na unaenda kanisa unajificha fiche, unaenda kanisa bado, unaenda mambo yako huko nyuma. Wewe ni nani? Hujijui wewe ni nani? Wewe unajitumbukiza kwa moto. Hawa madeiti wanakupatia vitu vya haraka haraka, wachawi, the dark date is maroho madhabahu yani, deities ambao they are very dark. Watakupa pesa haraka haraka sana, watakupa majibu haraka sana, lakini hawajui kutimiza ile contract wataka wa, wa, baada ya miezi misita mwaka mmoja, wanataka tena, wanataka zaidi ya vile mko miagana, wanataka kumaliza. Shetani is very greedy Shetani hatosheki, tamaa na wewe mwenyewe umejiingiza kwa hiyo roho ya tamaa, kwa hiyo unakuwa tama, tama, tama. na tamaa tamaa tamaa hai ndani na wewe. Wachana na watoto ambao damu zao zinakubali spirit zao zinakubali kwamba naweza nikachinja mbuzi nikamwaga damu hamna consequences, lakini wewe ni mtoto wa maji kwanza, umekuja kama class breaker, wewe ndio umekuja kwa familia yenu, wewe ndio tofauti. Utafanyaje vinyo wanzako wamekuwa wakifanya?